Umekimbia nchi rais, akawaambia njooni, mtakuwa salama. Na wako hapa na wako salama. Leo nimesoma siku walikuwa wanaenda Angola, sijui wamewanyang'anya paspoti. Huko ni Angola tu sio hapa. Hapa hatuja wanyang'anya paspoti, tena hiyo ile ile expire tunawapa nyumbani wale ambao hawajui vizuri, mengine yote tunaweza kuvumilia yote, ila kwa mtu atakayetaka kuvunja umoja, hatuwezi kumvumilia hata kidogo. Mtu ambaye anataka kuvunja amani ya Tanzania hatuwezi kumvumilia, hata tusamehe katika hilo, hatutamvumilia mtu ambaye anataka kuvunja amani ya taifa letu. CCM haiwezi kumuunga mkono na nikisema CCM mjue ni sisi ndio tunatawala, unjui hiyo. Sisi si polisi lakini tuna serikali ambayo tunaiongoza na si tunaiambia amani lazima na mtu atakayevuruga amani, waambieni sisi CCM inakataa. Ndio wepo madarakani kwa idhini ya Watanzania. Tunayasema haya hapa kwa sababu tunajua kwamba wako watu wengine, wako nje ya Tanzania, wengine si wa Tanzania, wengine ni wajukuu waliotutawala. Wanasema sisi mmekaa sana hapa, na sisi tunawauliza, tulipojitawala tulipatana tukae mpaka lini? <laughs> ushahidi tu. <laughs> Watuonyeshe mkataba kwanza. Wamekuwepo kwa muda mrefu zaidi Wajerumani na Waingereza wamekaa kwa miaka sabini. Walipoondoka walituachia wahandisi wangapi katika nchi ambayo haina barabara? Walituachia madaktari kumi na wawili tena wa kuazima kutoka nje. Walituachia mtu mmoja tu amesoma masters anaitwa Julius Nyerere moja kwa miaka sabini. Ndio tulidai tena. Hao hao walikuwa natuambia hamjasoma, hamwezi kuondosha nchi bwana. Mwalimu Nyerere akawaambia, kama umeiba koti yangu na mimi nakudai, huwezi kuniambia itakutosha hiyo. Ni tatizo langu mwenye koti <laughs> sio tatizo lako wewe, uliniiba Kwa hiyo nataka niseme haya tuelewane. Wale wanaotuambia tumekaa sana tunataka kuwajibu kwa kuwauliza. Tulipatana tutakaa kwa muda gani?